sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50, ambapo huwa anashia neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sawa sawa na Bwana anavyonijalia. Kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe, naomba subscribe, share, like and comment, na Mungu akubariki leo. Namshukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi ya kushare neno la Mungu pamoja na wewe. Huwa natuma new videos siku ya Jumanne, kila Jumanne. Jumamosi huwa natuma Eh, viklipu vifupi vifupi lakini leo nimeona ni vema nikajibu maswali ya somo ambalo tumejifunza siku ya Jumanne, nalo lilikuwa ni somo la msamaha. Ni mojawapo ya masomo katika hii shule maalum ya Mungu, ambao wale waliokombolewa ndiyo wapo wame, wamejiandikishwa huko na lazima wapite shule kusudi wakitoka huko shule wamefanana na Kristo Bwana na Mwokozi wetu, kwa hiyo ninaomba ukae mpaka mwisho uangalie. Naenda kujaribu kujibu maswali ya watu mbalimbali mbali ambayo wameyauliza. Wengine wameuliza pale pale kwenye ile video ya Jumanne ya shu, eh, darasa la msamaha na kuna wengine wameniuliza inbox. Kwa hiyo ninaomba ukae mpaka mwisho uangalie na kama una majibu tofauti, naomba jibu hapo chini, na Mungu akubariki sana swali letu la kwanza ambalo limeulizwa na my sister, my prayer partner Joyce ameuliza swali zuri sana asante sana Joyce na Mungu akubariki na swali lake la kwanza anasema je ni lazima sasa ukimsamee mtu ulazimishe mahusiano especially akiwa hataki mawa, mawasiliano hapa pana vitu viwili vikubwa na vizuri. Ya kwanza anasema hivi, ulazimishe mahusiano na huyo mtu hataki mawasiliano. Kwa hiyo kwanza, tukubaliane wote, mahusiano bila mawasiliano, mahusiano yanakufa. Kwa hiyo hiyo moja. Mbili, mahusiano ni kati ya watu wawili, huwezi kuwa na mahusiano peke yako upande mmoja ukiwa unakataa mahusiano hamna mahusiano. Na ndio maana sisi na Mungu ni vivyo hivyo, the same principle. Na mimi nasema mi nampenda Mungu sana, kwa sababu kitu chochote ambacho Mungu anatuambia tufanye, yeye ndivyo hivyo alivyo au na yeye ndivyo anavyofanya. Kwa mfano swala la ma, mahusiano, Bwana Yesu amekufa miaka elfu mbili iliyopita, dhambi tumesamewa pale msalabani lakini ili usamehwe dhambi zako, kuna sharti umkiri Yesu kwa kinywa chako na kumwamini kwa moyo wako. Sasa wapo ambao hawataki ili sharti, kwa hiyo ina maana wa watu hawawezi kuwa na mahusiano na yule aliyekwisha wasamehe. Mungu ameshasamehe, lakini watu hawana mahusiano na Mungu kwa sababu gani? Kwa sababu hawana mahusiano na Mungu, wamekataa kumsikiliza anachokisema wanakataa kumwomba, wanakataa kumtegemea, wanakataa kumwamini. Sasa mahusiano yanatoka wapi? Kwa hiyo sisi kazi yetu ambayo tumeambiwa ni kusamehe. Kama ipo willingness au room for mawasiliano and room for mahusiano, that's better Ivo hivyo hivyo, ndio inatakiwa iwe our wish and our desire, ni kwamba tunaposamehe tuendelee na mahusiano yale yaliyokuwepo, ya mawasiliano yakiwepo, lakini kama hamna mawasiliano, hamna mahusiano lakini mimi nasema with caution. Kwamba isiwe mimi ndio naianzisha hilo, yani mimi nisimsamee mtu afu mimi nikasema basi bwana, mimi nimekusamehe lakini mimi na wewe Ukae huko na mimi nikae huko. Hapo nao jasamee. <laughs> Yaani istoke kwangu, ikitoka kwake that's fine. Mimi natakiwa niwe open. Kama kweli nimesamehe, niwe open. Kama ilivyokuwa Yusufu. Yusufu alivyowasamehe kaka zake akamwambia mimi nimewasameheni nitawalisha, nitawanywesha. Sasa akikataa mtu kulishwa na Yusufu, shauri yake, hiyo shida yake tena. Lakini yeye yuko tayari kuwalisha na kuwanywesha. Ebrahamu na Lutu. Ebrahamu na Lutu. Ebrahamu kafika mahali unamjua Lutu, wewe nenda huko, chagua unapotaka kwenda tena, akampa option, chagua. Lutu kaenda ka upande wake, lakini aliposikia Lutu ametekwa, aliandaa majeshi yake kwenda kumsaidia Lutu. Aliposikia Mungu alivyokuja kumwambia naenda kuiangamiza Sodoma na Gomora mahali Lutu yupo, yeye ndo alikuwa kwanza kumuombea wengi wetu ungesikia we adui yako ndio moto unatoka mbinguni kuja kumpo uko huko <gibu> unasema jamani, Mungu ni wa haki, haleluya. Tena unaweza ukaenda kanisani kushuhudia, Bwana amenitendea adui zangu, Bwana amewaweka miguuni pangu. Na ukitumia na mistari kabisa ukasema eti m -m -njia za mtu zikimpendeza Mungu, Mungu waweka adui zake miguuni pake. ndiyo maana hivi vitu wapendwa, disclaimer hatuvifanyi kwa mwili, tunavifanya kwa roho. Not our desire but his desire. Our desire is to please God if it, it, to please God ni kuwa na mahusiano na huyo mtu, please God if to please God is To forgive. Forgive kwa sababu kuna wengine yani ku please Mungu ni tu kwamba hata Mungu Mungu anajua kwamba hapa huyu anachotakiwa ni kusamee tu. Lakini kuna mwingine Mungu amemweka katika maisha yako ni kama daraja lako somewhere unatakiwa umsamee. Ndio maana nilisema haya masomo saa nyingine yana masomo mengine humo ndani. Kila circumstance ya mtu ni tofauti. Kuna mwingine Mungu anataka amshushe, kumbe Mungu anataka kumkutumia wewe kufanya kitu fulani kwenye maisha ya yule, kwa sababu kuna mwingine akiona eh, yaani, yule nilivomfanyia vile, afu maali, ni kuwa na mbloku kila mahali, lakini maskini amejiinani, anaanza kusema aisee, huyo Mungu aliye naye, umeona eh. Lakini kuna wengine Mungu, ndio maana tunatakiwa tumuhusishe Mungu kwenye haya mambo, uweze kuyafanya hivi hivi. Ukifanya hivi hivi, you get it wrong. Kwa hiyo mimi ndio jibu langu hilo tu, muhusishe Mungu. Roho Mtakatifu atusaidie. Ndio maana tuliambiwa kwamba Roho Mtakatifu atakapokuja atawasaidia, atawafundisha wapasayo, atawaongoza, atawakumbusha. Na mimi naamini ndio maana nimeita hii series ni shule. Naamini kitu kimoja kikubwa sana kwamba kwa vile ni shule, Mungu atakuwa na kufundisha kitu gani cha kufanya wewe kama mwanafunzi. Kuna Zaburi moja huwa naipenda, inasema hivi atakufundisha, lakini usiwe kama mule unayevutwa kwa kamba. Yaani, kuna wanafunzi wengine mimi nakwaga nao wanafunzi, wanafunzi, mpaka unafanya hivi <laughs> wanafunzi wengine wananiambia teacher, sorry, teacher, sorry. <laughs> you, you repeat and repeat and repeat and repeat na tupo wa hivyo. Lakini Mungu ni mvumilivu sio kama mimi. Mimi si mvumilivu sana <laughs> My point is, hii ni shule, na ukitaka kujua kwamba Mungu anataka ufanye nini. Wewe hujawahi kushangaa, kuna wakati ukienda kanisani unasikia msamaha, msamaha, msamaha. Ukifungua YouTube, msamaha, ukienda Instagram, msamaha, mtu anakutumia kiclip, msamaha. Na vyote ukivisikiliza vizuri unakuta unajifunza kitu mimi tulishawahi kwenda kanisani, kuna siku moja alikuja mchungaji mmoja kutoka Nigeria, akaja akasema kuna mtu humu ndani Mungu amenituma nije nimwambie hivi, achilia hicho ambacho unacho na mama mkwe wako. Akamwambia huyo mama mkwe wako Mungu amemweka makusudi kwenye maisha yako, ni ndo kumuombe msamaha, hata kama yeye ndo amekukosea, muombe msamaha. Mmeona? Sasa ndio maana ili ili swali la Joy nalo lina nani lina kubwa lina itifaki kubwa. Kwa hiyo sasa kama ni mume wako, je, ndo amekukosea hivyo? Hmm? <laughs> E, ndio hapa mimi mi niko gani nasema kuna watu ambao wamewekwa kwenye maisha yako. Yaani penda usipende inatakiwa in, tu ifike mahali aidha unajinyenyekeza una, una sana au lakini vyote vio kwa msaada wa Mungu. Kwa hiyo mimi hilo ni swali, swali la kwanza, lakini tukumbuke kweli, sikatai iwapo watu ambao ni wagumu, hata mimi nao au katika maisha yangu ambao mimi nimekwisha wasamehe, lakini wenyewe wamechoose not kusamehe, wamechoose kutokuasiliana and that's fine. Na mimi hata nikikutana naye mahali nitamsalimia kama kuna haya maongezi tu ya kawaida, eh, jua leo limewaka eh, tutaongea jua limewaka, umeona. Lakini ile kwamba tuwe vile kama tulivyokuwa zamani, kwa sababu hatuwasiliani, sasa tutaongea nini? Jamani, mimi nianze kukuhadithia mambo ya mwaka gani? Mwaka elfu mbili na mbili au ya mwaka elfu mbili na kumi? Umeona? Au yeye vile vile, sijui maisha yake huyo mtu yakoje sasa hivi. Kwa hiyo ni kweli, hata Mungu mwenyewe katika kitabu cha Warumi moja mstari wa ishirini na nane anasema kuna watu ambao wamemkataa Mungu na Mungu amewa amewacha waeziende tamaa zao. Kwa kuna watu Mungu ambapo anaona huyu, ndo wale watu ambao kwani Bwana Yesu salikuwepa hapa ulimwenguni, kwani watu wote walimwamini Bwana Yesu na ndiye Mungu, kwa kuna watu ambao hawabadilishwi kwa hiyo hiyo ni swali la Joyce la kwanza. Swali la pili anasema, sasa je, ukijua huyo mahusiano na huyo mtu yakiwa ya karibu, atakuumiza tena? Ndio, hapa kwenye swala letu tulilizungumzia siku ile la mipaka, unamwekea no, mtu mipaka, kwa sababu kuna watu wengine wajumbe wa shetani wametumwa kuja kukuharibia destini kwa sababu anajua wewe utakapokasirika tena unaweka vile. Je, ukifa hiyo siku ambayo amekuudhi hiyo siku wewe umeenda kulala ukasema tunatakiwa ameniudhi, ngoja nikajilaze. Lakini sio kwa nguvu wala sio kwa uweza, lazima tumshirikishe Mungu, tuombe hekima, tuombe maarifa, tuombe neema, tuombe Mungu atufundishe jinsi. Maana Roho Mtakatifu tumepewa ili atukumbushe, atufundishe, atuongoze kwenye mambo kama haya. Tunahitaji atuongoze ni nini cha kufanya, atufundishe swala zima la msamaha, eh? Atu, atukumbushe pale ambapo hatujasamehe. Mimi binafsi kuna wakati, kuna mtu alikuwa amenikwaza sana. Nikikwadifia the full story, kama ujaokoka utaniambia ah, ah. Huyo uwezi kumsamehe huyo, huyo mfanyie hivi mfanyie hivi mwitie nani mwitie nini. Watu wengine wanaweza kukwambia hata mtafutie watu wampige. Umeona, sasa mimi nilikuwa nikilala naota. <laughs> Nina... Lakini in real life nisingeweza kufanya hivi, kwa hiyo nikajua hapa pana shida yani, nimeota zaidi ya mara mbili. Nikamwambia Mungu, ninaomba unisaidie huyu mtu ni mtoe kabisa, yani asiwe. Sababu mimi mbingu nikaisikia, nika kwamba kuna watu waliendaga mbinguni, mimi sipo. mm -mm, ninaomba kwa hiyo uwezi kaamini. Mungu alichokifanya alitengeneza njia ya ajabu sana, hiyo issue ambayo ilikuwa inatufanya tusionane jicho kwa jicho ikawa resolved. Kilichobakia yeye yuko kule, mimi niko huku siku moja nikapata nafasi, Mungu mwema, nikamtumia message nzuri sana, akaijibu hiyo message, nika akaandika nyingine, nikamjibu, tukamalizana kwenye message. Tumemalizana, yeye yuko huko, mimi niko huko. Umeona, habari ndiyo hiyo. Kwa hiyo kuna watu wengine inabidi kweli tuna lakini sisi hatutakiwi kuwa wale. Ndio unamwambia mtu kabisa mimi wewe nimekusamehe, lakini mimi wewe sitaki tusiwasiliane, unablock wewe tena, ndo unaimblock hapo, utakua hujasamehe. Isitoke kwa kwa, acha itoke kwao, hao ambao bado hawajamjua Mungu vizuri. Wewe mwana wa Mungu, mwana wa mfalme, achana nayo mambo. Na ndio maana Bwana Yesu anaongea katika Mathayo tano, anasema sisi tuwe wakamilifu wataka, kama baba yetu alivyo mkamilifu. Na ukiangalia hapo zaidi, anazungumzia kwamba kama wenye dhambi nao wanaweza kusamehe, je, yes, sisi? Eh? anasema hivi wewe kama unaweza kuwatendea watu tu ambao hawajakukosea unawatendea mema, si hata watu ambao wamjui Mungu wanafanya hivyo hivyo. wewe tofauti gani? Kumbuka wewe ni tofauti, wewe ni mwana, mwana, mwana wa Mungu aliye hai. Umeona wewe umeoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Swali la tatu, ili swali la tatu nimeulizwa pembeni Um, mtu anauliza, nasamehe vipi kama kosa ni kubwa sana, kama vile mtu ameua mtoto wako, mme wako, yani mtu unayempenda, au kwa mfano hawa wabakaji wa watoto amembaka mtoto wako, au wewe ulibakwa ukiwa mtoto. Je, wale waliokutesa wali wakati wanakulea Hmm, au mtu ambaye umeona kabisa huyo anachezea destini yangu kwa makusudi kabisa, anakufanyia kitu labda watu mlioko maofisini eh, mtu unamuona kabisa anakuzushia nania uongo mpaka labda unaweza kufukuzwa kazi na ulipofukuzwa kazi ukateseka sana eh. Sasa mtu kama huyo unamsamehe vipi? Hapa ndipo jibu linapokuwa Yeah. Na katika majibu yangu yote, ninaomba wapendwa, kama mnayo nani, tutafanya Jumamosi ijayo tena, mpaka ili somo lieleweke lielewekekieleweke <laughs> umona ili so, ili, nani, na naupenda mstari mmoja uko katika Zaburi kumi na nane huwa naurifaa na mara nyingi sana kwenye situation nyingi za maisha yangu, ambapo najikuta siwezi kwa sababu hili swala ni gumu mstari wa 28 unasema mpaka 30. Kwa kuwa wewe unaiwasha taa yangu Bwana Mungu wangu, aniangazia giza langu. Umeona, kumbe hili linakuwa kama giza, yani kuna mahali unafika ni kama giza, ujui cha kufanya kama muuliza swali hilo. Umefanywa kitu kikubwa sana nalo limeleta giza katika maisha yako, haupo tena nuruni, limeleta, so, limeleta huzuni katika maisha yako kwa hiyo huyu Daudi anasema kwamba, lakini huyo Mungu huyo anaiwasha taa katika giza lako, na ndio maana mimi nimesema hivi, jamani, ninapozungumzia hili somo ni darasa, Mungu ataleta tu taa, na tunajua taa ni neno la Mungu. Ndio maana neno la Mungu ne, linasema hivi e, neno la Mungu ni taa ya miguu yangu utahubiriwa tu, utahubiriwa kuhusu hiyo ishu unayo ambayo inakushinda. Mungu anatupenda sana kiasi ya kwamba atakuletea neno ili neno lipate kukuokoa na kukuponya na maharibifu. Anasema maana, kwa msaada wako nafuatilia jeshi, kwa msaada wa Mungu naruka ukuta. Hey, mimi huo wa mstari huwa naupenda kwenye kila kitu ambacho kinanishinda, nasema kwa msaada wa Mungu ninaruka ukuta kwa huo ni ukuta tena mrefu kuliko mzito kama eriko ambao wewe unatakiwa upenyeze utapenyezaje lazima ule ukuta uangushwe lakini Daudi kisha sema kwa msaada wa Mungu kwa hiyo sio kwa, kwa, kwa nguvu zako yaani ukitumia nguvu zako hautaweza kwa hapo tukubaliana chochote kilicho kigumu cha chochote cha kigumu cha, cha, including hiyo mtoto wako kauawa na mtu, mtoto wako kabakwa au wewe ulibakwa au nini, ni kwa msaada wa Mungu ndio utaweza kulii. Nani, kwa hiyo inabidi kujinyenyekeza, jinyenyekeze katika mkono wa Mungu. Neno la Mungu linatuambia katika 1 Petro 5, jinyenyekeze kwenye mkono wa Mungu. Kwa hiyo, in conclusion hivi vitu vyote sio kwa nguvu au uwezo, bali ni kwa Roho wa Mungu ndio anayetusaidia na wewe unatakiwa ufike mahali ufe kwa ajili ya Kristo. Umeona? Yaani, tusipokufa tukawa tunausikiliza huu mwili unavyotaka mwili, unataka vengeance. Mwili unataka kushinda, yani kuonyesha kwamba mimi wewe uniwezi. Ndio mwili ndio ndio tabia yake, ndio tabia ya mwili. Mwili unataka utukufu, mwili <laughs> yani uko tofauti na roho, hutaki kunyenyekea kwa hiyo sisi tutatakiwa tufe. Na ndio maana Daudi akasema eti Daudi Paulo akasema sio mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu. Kwa hiyo unatakiwa umsikilize Kristo aliyepo ndani yako. Anakuambia nini? Ndio maana nimesema lazima kila mahali ujiulize hivi, what will Jesus do in this situation? Situation yote ngumu ikikujia katika maisha yako. Jiulize, hivi Yesu ndio ingekuwa yeye yupo hapa duniani leo. Ndio ana face hii situation, angefanya nini Angelipiza kisasi? Angerusha jiwe? Angefanya nini? Ukishapata hilo jibu, mwambie Mungu, ninaomba unisaidie, mimi mwenyewe siwezi bila wewe, nijaze roho wako, eh? na neno la Mungu linatuambia aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye ulimwenguni. Ana nguvu ya kukuwezesha usisahau hiyo na ili, ule mstari mwingine unasema ninaweza yote kwake Bwana Yesu anayenipenda. Bwana Yesu anakupenda sana kukuwezesha wewe katika kila jambo, hakuna gumu linalomshinda Mungu wetu. Uh, kuna wakati niliwahi kuangalia kesi moja ya wa Waislamu Marekani, mtoto wao aliuawa vibaya sana kinyama, walikuwa wa kwanza kwenda jela aliyemua na kumwambia tumekusamehe, walitoka kwenye vyombo vyote vya habari Wakaulizwa wakasema, kwa sababu tulifikiria vitu vikubwa vile. Kwanza, mtoto wetu hawezi kurudi. Pili, kuendelea kumshikilia yule, tunajishikilia sisi wenyewe. Tatu, hatujui kwa nini huyu analifanya vile. Nne, ni Mungu ndo anayeruhusu kitu jaribu lolote limpitie mwanadamu. Hata kama huyu ndo aliyeua huyu, amekuwa tu ni chombo, uwedha akatumiwa na shetani au Mungu karuhusu. Umeona? na hivyo hivyo, hata wale ambao wamebakwa, wamefanya nini? Ni kwamba kitu kilikwisha tokea. Tunachotakiwa kuomba kwanza, rehema, tunatakiwa tuombe Mungu atuponye. ah, unajua hata sisi tunatakiwa kuponywa ah, kwenye hivi vitu ambavyo tumeumizwa, na ndio maana saa nyingine tunashindwa kusamehe, kwa sababu sisi wenyewe hatujapona bado, hatujajisamehe na hii nayo nayo ni ishu, sisi wenyewe kujisamehe. Unaweza ukakuta kuna kitu kime umefanyiwa unajilaumu wewe kwamba nisingefanya vile, asingenifanyia hivi. Kwa hiyo unam, unamshikilia yule kwa sababu na wewe vile vilevile hujajisamehe. Na ndio maana nakumbuka kuna ishu my, one of my friend alipata mchungaji ambaye alikuja kanisani akamwombea asamehe lakini vilevile alimuombea apone. Kwa hiyo mara nyingine tunatakiwa tupate watu ambao watasimama katika gap for us kutuombea kama tunaona sisi wenyewe hata kuomba hayo maombi hatuwezi kuomba. Yaani ukiwa unaomba na kwikwi, mwambie Mungu mimi ninataka ndio maana nimesema inatakiwa ianzie kwetu. Je, si mimi nataka kusamehe? Nikitaka kusamehe, jamani, Mungu atata, atatengeneza njia kwa sababu Mungu hawezi kutulazimisha. Kuna mstari kwenye Biblia unasema hivi, Mungu atakuongoza lakini, wewe usiwe kama punda, yule punda ambaye anavutwa anafanya hivi. Sasa utamfanyia nini punda ataki? Au punda ataki kunywa maji unamfanya nini? Tunatakiwa tuwe na nani? Ndio maana nimesema, huwa neno linakuja neno, kama kwa mfano, Mungu anahitaji usamehe, baadaye watu wanakuja kukuhubiria msamaha, msamaha, msamaha, linakukata linakufanya nini na hivi sasa, kama ukishupaza shingo yako Haitafanyika, umeona? Kwa hiyo Mungu atusaidie. Mi ngoja ni share hapo. Ninaomba kama una swali, una swali, una comment, una nyongeza, comment hapo chini, na Mungu awabariki sana, muwe na weekend njema. Amen.